lea na wanafunzi wako. Mwalimu mkuu akaniaga pasina hata kushauri kitu, ni wazi alishaingiwa na upepo. Naye Madam Jasmine hata hakuniaga, nikabaki mwenyewe darasani pale na vikaratasi vyenye jina langu. Nikabaki nimenata, nikikosa la kufanya. Hata kushika vile vikaratasi pia nilijikuta nikiogopa Andrew! Yes sir. Mtoto yule niliyomwita akaja upesi mbele. Aya, kusanya hivyo vikaratasi katupe kwenye dustbini huko nje. Mtoto yule akavikusanya, mimi nikarudi kwenye kiti nikaendelea na kipindi kama kawaida. Ishu ile huwezi amini, nilipotezea kama kawaida ya sisi walimu hasa ambao ni mabachela kuwatumia wanafunzi kutusaidia shughuli za nyumbani, siku hiyo nakumbuka, na kumbuka... ilikuwa ni Jumamosi, nikamwita mwanafunzi mmoja aliyefahamika kwa jina la Pius aende akanisagie mahindi mashineni, nikampa na baisikeli mtoto akaenda, aliporejea akanambia alafu saa mama akasema naye anaomba unga kidogo. <laughs> Sikutaka kuwa mchoyo nikachota unga kidogo na kumpa yule mtoto, alishukuru akaondoka zake. Usiku wa siku hiyo, sasa nikiwa nimelala, nikaota ndoto. Nikiwa nimelala, nikaamshwa mtu ambaye sikuitambua sura yake, kwani alikuwa kavaa shuka jeusi lelefu lililofunika mpaka uso wake. Akanipa ishara niamke pale kitandani, nikamtii na kuamka. Akatoka, mi nikawa nikimfata kwa nyuma, tukaelekea mpaka jikoni. Akanionyeshia ishara nibebe kile kiroba cha unga, nikakibeba na kukiweka begani. Sasa akaongoza, mimi nikawa nikimfata kwa nyuma, tukatoka zetu nje. Hmm. Eh. Yes, hii bila shaka kweli inaitwa mwana ukome. <laughs> Naam, ndugu msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, bila kusahau, tulipokuwa tumeishia ndipo tunapoendelea katika sehemu ya pili. Sasa ni sehemu ya tatu, baada ya kusikiliza sehemu ya pili ya kitabu chako kabisa pendwa au simulizi yako na riwaya safi kabisa inayokwenda kwa jina la Kazi ya Ualimu Ilivyotaka Kunishinda, na bila kusahau mwandishi wako katika uandishi si mwingine ni, ni huyu ambaye ni gwiji lakini ni nguli katika uandishi huyu si mwingine ni zuberi maruma ambaye unaweza kumpata kwa namba za simu 06735645 na mwisho ni 53 naam huyu bwana bana ukimcheki aaa. Unaweza kumchukulia poa sana lakini to be honest, this man he is a scary man. Ya, nafikiri kwa mliosoma Cuba mnanisoma vizuri ninaposema the scary man. He the scary man. Yani ni mtu wa kutisha kinyama ki, yani. Naam, lakini bila kusahau msimuliaji wa kupendwa kabisa ni Kani bin Ahmed, nikiwa hapa nikiingiza voko za sauti ya mamlaka niliyojaliwa na baba muumba Mungu wa viumbe vyote vilivyo hai lakini pia vile vyote visivyo hai. Basi napenda kumshukuru Mungu na kuombea wale wote ambao ni wafuatiliaji wa Ulimbo wa Simulizi, muendelee kuwa na afya bora kabisa ili muweze kuendelea kuburudika na chaneli yako safi kabisa. Lakini pia kwa mgeni ambaye bado hujaisikiliza chaneli hii Tunakuomba tafadhali bonyeza alama ya kengele, bonyeza alama ya neno subscriber, lakini usisahau kubonyeza alama ya kengele. Lengo kuu ni wewe kuwa mtu wa kwanza kabisa, kwa mpenzi wa simulizi, uwe wa kwanza kupata na kwa mara ya kwanza pindi tunapoweka video zetu. Basi tusonge nayo. Mwalim Andrew anase, mwalim anasema, Mwalimu Ezekiel anasema nikawa nikimfata nikawa nikimfata tulitembea kama dakika thelathini mpaka katika nyumba moja. Akatoa vindoo akanambia nimimine ule unga. Baada ya kumaliza kuumimina, akaniongoza mpaka mahali kulikuwa na mchanga mwingi, akanipa ishara nijaze ule mchanga saizi ya ule unga. Nikafanya hivyo, sikuweza kumbishia wala sikumwogopa. Akaniongoza mpaka nyumbani, jikoni, nikashusha kile kiroba. Kukishusha tu, yule mtu akapotea zake, na mlango ulikuwa umefungwa tofauti na siku nyingine. Usiku huu nilipozinduka, wala sikuchoka, na hata nilipojicheki mguuni nilikuwa kawaida tu. Nikajua ile ni ndoto tu, nikaipotezea, nikavuta shuka na kulala. Mara ghafla nikaota nipo eneo kama mnadani, yani sokoni. Mara ghafla nikaota nipo eneo kama mnadani sokoni, kuna watu wengi. Sasa nikawa nimenunua mbuzi. Baada ya kumnunua, ndoto ikageuka, tukawa tupo kwenye eneo lingine, katika nyumba ambayo sikuitambua, pakiwa na wazee kibao, katika nyumba ambayo sikuitambua, pakiwa na wazee kibao kila mtu ana sahani ya nyama na kikombe cha damu ilicho iliyochemshwa. Wakati huo mimi nilikuwa na wazee fulani ambao kwenye ndoto ni kama niliwajua, basi tulipiga nao stori huku tukiwa tumeizunguka sinia yenye nyama. Sasa ghafla akaja kijana mmoja alikuwa akashika boksi akanipa, ni kama zawadi hivi. Basi mimi nikalipokea lile boksi na kulifungua pale pale. Sikuamini nilipokutana na kichwa changu ndani ya lile boksi, nikaliachia likadondoka, watu wakaachia mayoo, kila mmoja akiamka na kukimbia. Pale pale nikazinduka tena. Sasa nikawa katika hali ya sintofahamu kwa ndoto zile mbili, ile ya kwanza ya unga na hii ya pili ya mnadani na pale kwenye mkusanyiko wa watu sasa nikawa nikijiuliza ndoto hizi zina maana gani? Nikawa nikijiuliza ndoto hizi zina maana gani? Naam, ndugu msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, kitu kimoja nielezee hapa. Unajua, toka nitokewe na haya matatizo ya shuleni Iyole huwa nakuwa na mawazo ya kuwajulisha wazazi wangu wa Arusha ila uwaga mawazo ya kuwajulisha wazazi wangu Arusha ila uwaga najikuta nakuwa mgumu na hata nikiongea na mama au baba wakiniuliza unaendeleaje huko huwa nawaambia naendelea tu vizuri moyoni nikiwaza nitafute muda niwaeleze kwa kirefu napo pia najisahau yani nakuwa mzito yani bila kuelewa yani Wazo la kueleza wazazi wangu juu ya ndoto hizo mbili asubuhi pakipambazuka likanijia, ila pia ule ugumu unaonipataga nikauhofia pale pale. Kucheki saa ukutani, ilikuwa ni saa kumi kasoro za usiku. Hivi sasa nikawa nawaza nifanyaje? Ghafla kelele za paka wakiwa mbali nikaanza kuzisikia, yaani kama walililia nyumba, nyumba za jirani hivi. Nilijua punde nami yangenikuta. Nikajikuta nikianza kutetemeka, nikakaa kitako na kuanza kusali. Mara ghafla, huko nje nikasikia nika, nikaanza kusikia vishindo kama watu wanakimbia, nikazidisha maombi. Unajua mpenzi msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, mimi ni Mkatoliki, huwa mara nyingi napenda kusali kimyakimya, yani kimoyomoyo ila siku hiyo huwezi amini, nikajikuta na sali kwa sauti, munkari sana. Yaani munkari ukanipanda, nikaongeza na kuongea kwa lugha na sikuwahi kufanya hivyo kabla yani. Basi vile vishindo nje vikakata, vikakata sasa nikawa nasikia sasa nikawa nasikia vishindo juu ya bati, nikazidi sali. Siku hiyo nilisali mpaka saa kumi na moja. Yaani vikakata, nami ndo nikalala. Huwezi amini nilikuja kulala saa kumi na moja nililala kama lisaa saa kumi na mbili hivi nikaamka. Kumbukumbu ya vita vya jana ilinasa vizuri kichwani kwangu, kuanzia zile ndoto mbili na usumbufu wa wachawi na hata jinsi nilivyosali pale. Pale nikachukua simu na kumpigia mama yangu. Shikamoo mama Marhaba mwanangu, leo wanipigia mapema hivi? Kuna tatizo gani kipenzi? Yaani mama, we acha tu, yaani huku hakukaliki, hakukaliki mama, uchawi umekithiri na wanga ndo usiseme. Nini? Wachawi kinyama? Mama akaguna, uchawi umekithiri na wanga ndo usiseme? Una maana gani mwanangu? si ndo nikaanza kumsimulia mama kila kitu, toka mwanzo mpaka mwisho. Cha ajabu mama akawa akicheka, nikashangaa. hiyo ndo iyole mwanangu, oho, tena hiyo ndo trailer, picha inakuja, labda uhame ha. Sasa nikabaki na butwaa kuto kumwelewa mama yangu. Mama mbona sikuelewi? <laughs> Utanielewa tu mama. Akacheka kisha akakata simu. si ndiyo niangalie ile namba kusudi niipige tena, kuangalia ni namba ambazo hazina jina na sizo nilizopiga. Nakumbuka nilizitafuta namba za mama na kuzipiga, lakini zile, mbona kama sio za mama? Haraka nikaenda kwenye received kuhakikisha namba iliokuwa juu ni ile ile Namba ya mama haikuwepo pale. Kwa maana hiyo, nilikuwa naongea na nani sasa? Nikawaza, nikitafuta namba za mama sasa upya, nikazipata na kuzipiga, zilikuwa hazipatikani yani. Nikashuka zile za pili yake, nikazipiga, nikapokewa na sauti kwamba namba haitambuliki nizikague vizuri. Kukagua sindo, nishangae, namba zenyewe zilikuwa jumla tisa ndizo zilikuwa kwenye received juu na d ya pili juu ikiwa ya mama eh. Eh. Basi nikajikuta nikirejesha simu kitandani na kuanza kushusha sala tena, vilevile vile kwa sauti. Hakika kama ungeniona, usingebisha kwamba nilikuwa nikienda kuchanganyikiwa. Matatizo yasome tu kwenye simulizi, ila omba usikutane nayo ndugu. Basi nakumbuka hata hamu ya kuendelea kukaa pale nyumbani ili nitoweka. Ilikuwa ni Jumamosi, hivyo nikaona nielekee kwa rafiki yangu Sir Martin, ambaye pia alikuwa ni jirani yangu. Nikaenda kumwelezea yote. Sir Martin alinisikitikia sana. Ah, usihofu, saa yote yataisha pindi akija ya ya mwalimu mgeni hata sisi tulipitia huko huko. Wewe twende tukapige chai mgahawani, au wewe ushakunywa? Nikatingisha kichwa. Basi tukatoka zetu mpaka katika mgahawa mmoja uliopo katika eneo wenyewe wenyeji walipa, wali, walipaita city, yaani ni kama mtaa kalichochangamka pale. Iyole maduka huduma zote za kijamii zilikuwepo pale. Aha, mwalimu, tuwaandalie nini? Niletee chapati tatu na maharage, nikaagiza huku usoni nikiwa na tabasamu. Na wewe? Sa mimi niletee supu na chapati. Yule binti akatoka, siye tukaendelea na stori. Yule binti akarejea na chupa ya chai, akanimiminia kisha baadaye akaniletea chapati, nikaanza kula taratibu. Martini yeye alikuwa bado hajaletewa ghafla, simu yangu ikaita. Kucheki ni mama, haraka nikaipokea. Mwanangu, nimekuotea ndoto mbaya sana, uko salama huko? Mama kuongea vile, nikashtuka. Yaani wewe acha tu mama, hali si hali, kwanza niambie umenioteaje. Nimekuota umechukuliwa na wachawi. Eti nini? Nikauliza kwa mshangao. Kabla mama yangu hajajibu, simu ikazima chaji. Pia nilishangaa kwa sababu nilitoka nyumbani, simu ipo full, eti imezima chaji. Ila sikujali sana, nikawaza ni muombe Morton simu yake nipate kuongea vizuri kabisa na mama. Namba zake, si alishawasili, namba zake nilikuwa nazo ila nataka kumwita, tayari yule mhudumu alishawasiri na bakuli yenye supu. Akainama na kuiweka mezani, sindo niangalie. Ha, sikuamini nilichokiona. Supu ile haikuwa supu, ila ni maji machafu pamoja na magodoro. Sasa nikawa nimepanua mdomo kushangaa, na nilipotupa macho kwenye sahani ya chapati, aliwekewa magazeti. Oh my God! Sikuamini nilichokiona kabisa. Supu ile ilikuwa supu, ila ni maji machafu pamoja na magodoro. Sasa nikawa nimepanua mdomo kushangaa, na nilipotupa macho kwenye sahani ya chapati aliwekewa magazeti. Sasa nikamwona mwenzangu akilikusanya gazeti lile vizuri kabisa na kulikunja kama mtu akunjavyo chapati na kulipeleka mdomoni akashika bakuli lake la maji machafu akapuliza kidogo na kupeleka mdomoni, kisha akashusha na kunitandika swali, saa vipi? Mbona waniangalia hivyo? tatizo nini tena? Hii hii, hivyo, unajua unachokunywa na kula wewe? nikamuuliza Martin, huku nikizidi kumshangaa. Ha, si supu na chapati, kwani wewe unaona ni nini? Hapa kwa kweli nilichoka Ikabidi nimwambie mwalimu mwenzangu alichokuwa anakula. Matokeo yake alinipanga, alinipinga vikali na kutonielewa, alidai kama ni vitu vibaya tungewekewa wote, kivipi mi nione vyake tu? Basi tukabishana, mwisho mi nikaona niondoke zangu tu, hata ile chai sikuendelea nayo, nikalipa na kurejea kwangu, ambapo niliweka simu chaji, nikawasha TV na kuanza kuangalia. Nilipotimia mida ya saa sita nikaingia jikoni. Nilihitaji nipike ugali, nikaanza na mboga, ikakamilika nikaja ugali, nikachemsha maji, uji ukachemka nikatia unga sasa na kuanza kusonga ugali. Ukakamilika, kuonja ni kama nilikula matope. Yani haraka nikatema na kwenda kusuku na kwenda kusukutua. Ina maana ile ndoto niliyoota ina ukweli. Nikawaza nikautele, nikautelekeza ugali huko, nikachota maharage nilobandika nikayala, nikaenda kutoa simu, chaji ilishajaa, nikamtafuta mama na kuwasiliana naye, nikamwelezea mwanzo mpaka mwisho. Mama alishtuka akanilaumu sana kwa kuwa kimya, akanambia nifanye juu chini nirudi nyumbani katika likizo ya mwezi huo wa nne. Nikamutikia mama, kwani Jumatatu, wanafunzi ndo walikuwa wakianza mitihani Hivyo nilibakisha wiki moja tu, na mama aliniambia kuwa marehemu babu yangu mzaa mama aliwahi kuwa mganga, hivyo nilivyozaliwa alinichanja chale mgongoni kama zindiko, mchawi asiniguse. Hivyo ile ndoto niliyoota nimeenda mnadani, inapaswa niende kweli mnadani kununua mbuzi, na ndoto ya pili niwanyweshe wazee nyama ya huyo mbuzi na damu yake kimila, kuipa nguvu zindiko lililopo mgongoni mwangu. Mama alizidi kuniambia lau ningekumbuka mapema na kutoa sadaka hiyo, matatizo yote yasingenikuta. Niliongea sana na mama nikamwahidi tutakapofungua shule tu ningerudi Arusha kukamilisha kila kitu. Kwa sasa hivi nitaiomba mizimu kwa maziwa ikulinde na hao wabaya kwa siku zilizobaki. Sawa mama, na vipi kuhusu huo unga sasa? Huo mwanga hapo, amna unga, tafuta mtoto nje mtume unga dukani, usiende wewe, kwani utaweza badilishiwa huo unga hata njiani. Kweli nilitoka nje nikamtuma, nika mwanafunzi mmoja aliokuwa katoka kujisomea dukani, akaniletea unga. Nilipika vizuri tu nikala, na chakula kilikuwa kitamu sana siku ile ikapita. Nakumbuka siku iliyofuatia ilikuwa Jumapili. Kwanza nilishtuka nikahisi mtu akifagia nje ya nyumba yangu, yaani mkwaruzu wa fagio, ila nikalitupia wazo hilo mbali, nikajua itakuwa ni kwa Martin. Basi nikaendelea kulala. Baadaye nikaamka, nikaenda kuoga, nikavaa vizuri, nikafunga mlango mdogo wa ndani, wa nje nikarudishia na kitasa. Kuangalia nje kwangu, kumefagiliwa Sindoni nishangale. Oh, nikakumbuka mikwaruzo ya ufagiaji niliyosikia. Ni nani sasa atakuwa amefagia? nikaweka njia ya msalaba, nikafunga mlango kwa nje huko, nikatoka zangu na kuelekea kanisani. Baada ya kutoka kanisani, nikarejea nyumbani, nikazidi kupigwa na butwaa kukuta pipa kule uani limejazwa maji, ndoo zote nne jikoni zina maji. Na tena jikoni kumedikiwa, kuna ngaki nyama. Basi nikazidi kuchanganyikiwa, nikafungua mlango wa ndani, nako pia nilikuta sebuleni kumedikiwa, vyombo vimepangwa vizuri kabisa kabatini, kucheki mezani, kuna chupa ya chai, tena ilikuwa ni chai ya maziwa na mandazi. Nilizidi kuchoka. Mm, hiyo ndiyo iyole bana. Basi ndugu msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, na kuomba tuweze kupumzika kidogo ili tutakaporudi tuweze kuendelea na sehemu ya nne ya Kazi ya Ualimu ilivyotaka kunishinda, mimi msimuliaji wako pendwa kabisa Kaniban Ahmad ambaye unaweza kunipata kwa namba za simu 0717722181. Hiyo ni namba yangu ambayo unaweza kunipata kwa namba za WhatsApp, lakini pia kwa mawasiliano ya kawaida. Lakini pia bila kusahau mwandishi wako pendwa kabisa, gwiji wa magwiji huyu, unaweza ukampa jina la nguli wa uandishi wa simulizi bora kabisa zenye kusisimua. Anaitwa Zuberi Maruma, ambaye unaweza kumpata kwa namba za simu 0673 hamsini na sita arobaini na tano na mwisho ni hamsini na tatu. Asante na chao, tukutane kipindi cha nne.